Mvua na nyesha hapa lakini hii moto isimiki. Na njama itaendelea kuipa. Kweli? Eh. Kwa nini? Si ndio maana si kwa Wamasai. Kwa kuna mambo ya e, kuna mamiti tukijua tukawasha hii lazima hata ifanyaje mvua nyesha namna gani haizimi, Sio mambo ya utamaduni. Kuna kuni maalum. Sawa sawa. Ambayo ukiwasha moto, Najua kuna kuni zingine ambazo ukitengenezea hata ile nyumba ile nyumba kuishi. Sasa hiyo miti na sisi ambayo tunatumia kwenye hii moto ina moto yao maalum, ni matashtiti na stori na soga za hapa na pale, na hii ikiwa ni siku muhimu na adhimu katika uzinduzi rasmi wa kampeni ya kuhamasisha na kushawishi utalii wa ndani katika eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Tunawakaribisha kwamba katika maeneo yaliyopo ndani ya hifadhi yanayohifadhiwa tuna kambi maalum ambazo tumeziweka mahususi kwa ajili ya watalii ambao wanataka ku experience au kupata ile uzoefu wa kwenye kambi akiwa katikati ya mazingira ya asili. Kwa hiyo katika eneo hili la Empakai tuna hii kambi ya Empakai ambayo inatuwezesha kufanya hizi shughuli kama hapa tunachoma nyama, lakini pia kuna kama mmeona kule kukuwa kuna tents ambazo zinawawezesha kupata usingizi. Kwa hiyo ni eneo zuri sana. Tunaposema ni eneo zuri, tunamaanisha eneo zuri, yaani hili ni joto tu la kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka, ambayo ni Christmas na mwaka mpya. Lakini nyama hii iliyoko hapa na hii niliyoshika yote, inaashiria kwamba sikukuu ndio imefika na mamlaka ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro ipo tayari kwa ajili ya sikukuu hizi, kwa maana ya kuwakarimu na kuwakaribisha na kuwahudumia kwa viwango vinavyotakiwa wale wote watakaoonyesha nia ya, ya kuja kupumzika katika sikukuu hii ya mwisho wa mwaka. Lucas, naona uko bize kidogo. Eh, nikaa pana pambana. Unapambana. Eh. Sasa hebu niambie, hivi vijiti nimeona kama ni vijiti maalumu kabisa, ni vijiti fulani fulani. Ni mti maalumu huu au unakata tu mti yoyote? Ni mti maalumu ambayo kiweka moto hawezi kuliwa na moto. Na sasa mbona mmepiga hapa haina? Yaani kuna kama msaraba hapa mmeweka hapa. Yaani ndio style yake. Tumeweka ili kwa sababu ili iweze kuifa mpaka huku na huku kwa sababu ukitoa hili, ukitoa hii inaweza kukusanyika asifia ndani. Tuna tenga maalum maeneo maalum, ili sio kila sehemu iwe inatumika. Kwa hiyo tuna mpango mzuri wa matumizi ya ardhi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro ikiwemo eneo hili. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika msimu huu wa Meren Wide Ngorongoro Awards Season 2, hmm. Watanzania, karibuni muone vitu vizuri vinavyopatikana ndani ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro. Macho na masikio ya walio wengi kwa tarehe hizi za sikukuu za mwisho wa mwaka kwa maana ya Christmas na mwaka mpya yatajierekeza katika eneo hili la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, ambapo matashtiti na udambu udambu kama huu wa kuzichoma hizi nyama kiasili kabisa live live yatapatikana hapa, na mwenyeji wangu hapa amenieleza yeye ndio bingwa wa kuchoma nyama.